Ugonjwa wa mishipa ya pembeni ni ugonjwa wa mishipa ya damu ambao huathiri sehemu yoyote isipokuwa mishipa ya damu inayoathiri ubongo au ugonjwa wa moyo. Kwa kawaida, kama unavyojua, mshipa wa damu huanza kutoka kwenye moyo na kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Mchakato huu wa ugonjwa unaoitwa atherosclerosis au ugumu au kusinyaa kwa mishipa ya damu unaweza kutokea sehemu yoyote ya mwili. Kwa kiasi kikubwa, ugonjwa wa mishipa ya damu ya pembeni huathiri miguu. Kama vile tunavyopata maumivu ya kifua mishipa ya damu inapokuwa imeathirika kwenye moyo, unapata maumivu ya mguu mishipa ya damu inapokuwa imeathirika kwenye mguu. Na hii kwa muda mrefu inaweza kuathiri misuli ya mguu taratibu, na mgonjwa ana uwezekano mkubwa wa kupoteza kiungo. Hiyo ndiyo sababu ya kuanza au kutibu wagonjwa wenye ugonjwa wa mishipa ya damu ya pembeni mapema sana. Ni wagonjwa gani wa kawaida wanaoathirika? Kwa kiasi kikubwa, sababu kuu za hatari ni uvutaji sigara, kisukari, shinikizo la damu, kolesteroli na wagonjwa wenye historia ya magonjwa katika familia. Basi, dalili za awali ni zipi? Mgonjwa anapoanza kupata maumivu kwenye mguu, hasa maumivu unapoanza kutembea, au ulikuwa unaweza kutembea umbali mrefu, lakini sasa huwezi tena. Hizi ndizo dalili za awali, na huu ndio wakati unapaswa kumwona daktari bingwa wa mishipa ya damu ya pembeni mara moja, kwa sababu ikiwa kuziba kunatambuliwa mapema, chaguzi za matibabu zinakuwa rahisi sana. Kuna chaguzi nyingi tulizo nazo sasa katika utambuzi na matibabu. Utambuzi mkuu utakuwa angiogramu, ambayo sasa inafanywa kwa urahisi kwa kutumia angiogramu, ambayo hugundua ugonjwa na matibabu hupangwa kulingana na matokeo hayo. Matibabu yanajumuisha aidha usimamizi wa dawa au usimamizi wa endovaskula kwa njia ya angioplasti au kuweka stenti, au katika kesi zilizochelewa, tunaweza hata kufanya upasuaji wa kupitisha mshipa kwenye mguu, sawa na jinsi upasuaji wa bipasi unavyofanywa kwenye moyo. Hata hivyo, kwa sababu teknolojia imeboreshwa sana, matokeo katika kituo chetu ni bora kabisa, yanalingana na viwango vya kimataifa. Kwa hiyo, ikiwa una dalili zozote, tafuta msaada wa wataalamu wetu haraka ili tuweze kukutibu ipasavyo na kupata matokeo bora.